Hatimaye mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema Tundu Antipas Lissu, pamoja na aliyewahi kuwa makamu wa kwanza wa rais Zanzibar, Masudi Othman, wamejitokeza na kutoa tamko zito sana kufuatia kilichowatokea siku ya jana nchini Angola Luanda, kitendo cha wao kushikiliwa, kukamatwa na kisha pasipoti zao kuchukuliwa bila kuambiwa chochote. Sasa basi. Kabla hatujakwenda kusikiliza tamko hilo zito, tamko la Tundu Antipas Lissu na Mheshimiwa Masudi Othman, hebu kwanza tutazame tamko la chama cha Chadema. Chadema wanasema, taarifa kwa umma: mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu na viongozi wengine wa upinzani kutoka Tanzania, Kenya na Uganda baada ya kuzuiliwa kuingia nchini Angola kuhudhuria mkutano wa jukwaa la demokrasia nchini humo bila maelezo yoyote ya msingi, tunapenda kutaarifu umma wa Watanzania kwamba mheshimiwa Lissu bado yupo jijini Luanda akisubiri taratibu za kusafiri kurudi nchini Tanzania kukamilika. Tutaendelea kutaarifu umma kila hatua ya jambo hili ili kujua ni nini hasa kilichojiri katika sakata hili. Imetolewa siku ya Ijumaa tarehe 14 Machi mwaka huu wa 2025. Moja kwa moja bila kupoteza wakati hebu tuende tukaangazie ama tukasikilize tamko la Tundu Antipas Lissu kufuatia sakata hilo. Tundu Antipas Lissu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, yeye anasema yafuatayo. Namnukuu hapa Serikali ya Angola imezuia viongozi na wawakilishi zaidi ya 20 wa vyama mbalimbali vya siasa barani Afrika waliowasili Luanda mchana wa leo kwa ajili ya mkutano wa siku mbili wa vyama vya siasa uliokuwa ufanyike Benguela kuanzia kesho. Pamoja na mimi kuna makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Othman Masudi Othman na eh, mjumbe wa ACT Wazalendo, rais wa zamani wa Botswana Jenerali Ayani Kama, waziri mkuu wa Lesoto Moe, eh, Moeketsi Majoro na viongozi waandamizi wa vyama vya siasa kutoka Afrika Kusini, DRC, Eswatini, Kenya, Malawi, Marekani, Msumbiji, Namibia, Sudani, Tanzania, Uganda na Ujerumani. Viongozi wote hawa wamezuiliwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dr. Antonio Agostino Neto tangu tulipowasiri majira ya saa sita mchana. Hati zetu za kusafiria pamoja na mizigo yetu imechukuliwa na maafisa wa uhamiaji na hadi sasa hatujapatiwa huduma yoyote wala kuambiwa kwa nini tumezuiliwa. Kwetu sisi Watanzania wananchi wa Angola ni ndugu zetu na Angola ni nchi rafiki. Sisi ndio tuliompa hifadhi ya kisiasa rais wa kwanza wa Angola Dr. Antonio Agostino Neto na wapiganaji wake wa MPLA MPLA wakati wanaanza harakati za kupigania uhuru wao miaka ya mwanzo ya sitini tuliwaunga mkono kwa hali na mali. Wakati Angola ilipovamiwa na kukaliwa kwa mabavu na makaburu wa Afrika Kusini baada ya uhuru mwaka sabini na tano, tulikuwa pamoja nao katika nchi za mstari wa mbele wa ukombozi wa Zimbabwe, Namibia na Afrika Kusini, zilizoongozwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tuko nao pamoja katika jumuiya ya maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC kwa sababu ya kuwa pamoja kwenye SADC sisi watanzania hatuhitaji visa ili kuingia Angola. Mkutano tulioalikwa kuhudhuria hapa Angola ni mkutano halali kwa mujibu wa sheria za Angola. Kitendo cha serikali ya Angola kutuzuia kuingia Angola hakielezeki wala hakikubaliki. Ni kitendo kinachodhihirisha kile ambacho wengi tulikuwa tunakihisi, e, tuna kwamba serikali ya, serikali ya nchi hii inatawala kiimla huku ikijifanya kuwa Angola ni nchi ya kidemokrasia. Maneno haya ameyazungumza na kuyaandika katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter, e, huyu mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Antipasilisu, siku ya tarehe kumi na nne ya mwezi huu wa tatu na mwaka huu wa 2025 majira ya saa saa 8 na dakika 28 na usiku. Sasa basi mara baada ya kusikiliza hicho ambacho amekizungumza ama tamko hilo ambalo amelizungumza e, Mheshimiwa Tundu Anti Pasilisu, moja kwa moja hebu tuende tukapate kuangazia e, tamko hili la e, Othman Masudi Othman kufuatia sekeseke seke zito lililotokea siku ya jana huko nchini Angola. Mwheshimiwa Othman Masudi othman yeye anasema yafuatayo na mnukuu hapa: baada ya mamlaka za Angola kutozuia kwa muda nane wa takriban saa 8 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Quatro de Fevereiro wa Luanda jana Machi 13 mwaka huu, wa Luanda, 13, 2025, mimi pamoja na viongozi wengine mashuhuri wakiwemo marais wastaafu kutoka Botswana na Colombia waziri mkuu mstaafu wa Lesotho na baadhi ya wakuu wa vyama vya siasa kutoka mataifa mbalimbali mbali, barani Afrika na kuingineko ulimwenguni, hatimaye majira ya saa 4 usiku tuliachiliwa huru na kupelekwa katika hoteli ambazo tulipangiwa huku tukiwa na machofu. Wakati hayo yakitokea nilikuwa nimeambatana na balozi wa Tanzania nchini Zambia, Luteni Jenerali Matthew Edward Mkingule ambaye pia anaiwakilisha Tanzania nchini Angola. Kitendo hiki cha aibu kidiplomasia kilichotekelezwa na mamlaka za Angola hakikuwa na sababu hata kidogo na kimetia doa dhana ya Umoja wa Afrika, tena katika wakati ambao rais wa Angola ndiye mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, yaani African Union, AU. Hiki ni kitendo ambacho kinapaswa eh, kulaaniwa vikali na Waafrika wote na watu wengine duniani wanaothamini na kutukuza misingi ya udugu iliyowekwa na viongozi wa asisi walio eh, waliopigania uhuru wa bara hili la Afrika. Hata hivyo, napenda niweke wazi kwamba pamoja na kukerwa na kuchukizwa na yaliyotendwa dhidi yetu, sina kinyongo na raia wema wa taifa hili jema, ambalo Tanzania tumekuwa na mahusiano mema ya kihistoria na madhubuti kwa muda mrefu. Baada ya kuzingatia tukio la jana, nimeamua kutoshiriki katika mkutano muhimu niliyoalikwa na Jukwaa la Demokrasia Afrika, na badala yake ninarejea Tanzania. Naamini nahitaji muda wa kufanya tafakuri ya kina na kutathmini kile kilichotendwa dhidi yetu ambacho kilikuwa ni shambulio dhidi ya diplomasia na demokrasia ndani ya Afrika. Asanteni sana. Maneno hayo ameyazungumza Mheshimiwa eh, Masud Osman kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter, kufuatia sakata lililotokea siku ya jana nchini Angola, sakata la wao kukamatwa, e, kushikiliwa na waliposhikiliwa wakanyang'anywa pasipoti zao bila kuambiwa chochote, ama bila kuambiwa kwamba labda pengine wamekosea kitu fulani ama bila kupewa maelekezo ya aina yoyote. Lakini pia kwa upande wake kiongozi mstaafu wa ACT Wazalendo Zito Zuberi Kabwe e, yeye amesema kwamba rais wa Angola anapaswa kuwajibika e, kufuatia jambo hilo. Hii ndio imekuwa habari ambayo imetufikia katika meza yetu ya habari, nasi e, tumeiandaa na tunaisogeza kwako ili kusudi nawe pia uweze kupata faida ya kujua na kufahamu